Yes, e bana mambo vipi hujambo na karibu tena katika wakati mwingine. U hali gani? Tunatumia kwamba umeshinda vyema kabisa. E bana karibu katika channel yetu ya JAhctive TV. E, tuko na story kabambe zaidi ambayo tunapaswa kukusogezea kwa wakati huu ambayo inaendelea kujiri kama ambavyo tulikuwa tunafahamu hii leo ilikuwa e, inapigwa e, dabi ya Kariakoo. E, mechi ya watani wa jadi kati ya Young Africans ambao walikuwa ni wenyeji wa mchezo huo dhidi ya wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba ambao walikuwa ni wageni katika mchezo huo, mchezo ambao ulitaraji kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam majira ya saa moja na dakika kumi na tano usiku wa leo, lakini shughuli ya leo imegubikwa na mambo mengi kweli kweli, baada tu ya barua ya klabu ya Simba hapo jana kugomea mchezo huo ikionekana sasa kuvuruga kabisa mpango mkakati wa mchezo huu kushindwa kuchezeka hii leo licha ya taratibu zote za kimbinu na kiufundi kuweza kuandaliwa, lakini barua ya Simba ya usiku jana iliweza kuvuruga maswala yote ambayo yalipangwa kufanyika hii leo, na mchezo ukaweza kuahirishwa ya baada tu ya kamati ya masaa sabini na mbili ya bodi ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kukaa kikao chake cha haraka zaidi ama kikao cha dharura asubuhi ya leo, na kutoa tamko mchana la kwamba wamesitisha mchezo huo wa dabi ama umeahirishwa kutokana na sababu za kimsingi ambazo klabu ya Simba waliweza kuziainisha, ikiwa e, ni kuzuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho e, katika dimba ambalo watalichezea mchezo huo wa dabi ya Kariakoo na tuliweza kushuhudia mengi ambayo yamezungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini klabu ya Simba e, baada ya kutoa taarifa ya kwamba hawatoshiriki mchezo wa leo kwa namna yoyote ile e, basi waliendelea kusimamia msimamo wao paka pale bodi ya ligi kupitia kwa kamati ya saa mbili ilipokaa na kupitia shauri la klabu ya Simba na kuja kuona Simba wako sawa katika hilo, basi bodi ya ligi yenyewe pia ilikiri na kutoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari ya kwamba wameahirisha mchezo huo wa dabi mpaka pale utakapopangiwa siku nyingine tena, haraka iwezekanavyo. Lakini hili limeonekana kuathiri wengi kweli kweli, mashabiki wakilalamika, lakini kila mmoja akizungumza kwa namna yake. Lakini haya yote hayakuizuia klabu ya Young Africans kusimamia msimamo wake. Tafahamu Young Africans ndio ambao walikuwa ni wenyeji wa mchezo huu, na wao walikiri maandalizi ya gharama kubwa ambayo wamefanya, ama gharama kubwa ambayo wametumia kwenye maandalizi hawako tayari kwenda kinyume na taratibu ambazo walikuwa wameziandaa kwa ajili ya mchezo huu. Kwa hiyo Young Africans waliendelea kusimamia na kuzingatia itifaki zao, wakikiri kwamba watapeleka timu uwanjani katika muda ambao ulipangwa na wataingiza timu katika muda wa mchezo, yaani wao utaratibu mzima wa mchezo wote watauzingatia, licha eh, kuamba, eh, ya kwamba taarifa ya bodi ya ligi ilikuja kutoka kwamba mchezo wao umeahirishwa lakini wao walikiri kwamba bado wataipeleka timu uwanjani kabla ya taarifa ya bodi ya ligi. Yanga Africans walishatoa taarifa ya kwamba wao watasimamia msimamo wao, licha ya kwamba Simba wamegoma, lakini wao hawafahamu taarifa hiyo. Wao wanachofahamu leo ni siku ya mchezo na wataingiza timu uwanjani siku hiyo, huku wakiendelea kusisitiza na kuwaita mashabiki ya kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kwenda kushuhudia mtanange huo, ambao hata hivyo tayari bodi ya ligi walikwisha kutangaza kuahirisha na baada ya hapo pia Young Africans waliendelea kusimamia msimamo wao kwamba mchezo lazima uchezwe na wao lazima watafika uwanjani, na haikuwa jambo la mzaha kama ambavyo wengi walifikiria kwamba Young Africans wanaongea tu kwenye mitandao ya kijamii walizungumza kwamba saa kumi na moja kamili ndio muda ambao timu zilipaswa kuwasili katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam na Young Africans walifanya hivyo. Kikosi cha timu hiyo kiliwasili katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya kumi na moja kamili jioni kwa ajili ya maandalizi yote ya mchezo. Baada ya hapo eh, majira ya saa kumi na moja na nusu timu iliweza kuwasili kwenda kutembelea na kukagua hali ya uwanja yaani ile kwenda kukagua pitch kabla ya mchezo, na baada ya hapo basi timu ilienda kufanya warm up. Na Young Africans kupitia mitandao yao ya kijamii walitoa lineup ya kikosi ambacho kinakwenda kuanza katika mchezo dhidi ya Wekundu wa Msimbazi katika dabi ya Kariakoo. Wakati haya yote yanaendelea, klabu ya Simba ilikuwa iko kimya kuhusiana na taarifa ya mchezo huu. Klabu ya Simba walisimamia msimamo wao kwamba hawatoshiriki mchezo huu. Kwa hiyo hawakuendelea na taarifa zozote kuhusiana na dabi, walijitoa kabisa kwenye hili, licha ya kwamba Yanga Africans walikuwa wakiendelea kusisitiza na kushinikiza kwamba dabi ipo na itachezwa, na wao kupeleka timu uwanjani, kutoa kikosi, kufanya warm up na baadaye, baada ya warm up na kuona kwamba hakuna mchezo mpaka majira ya saa moja na dakika ishirini kikosi cha Yanga Africans kilipanda kwenye basi na kuondoka uwanjani. Na hii kidhihirisha wazi kwamba wao walifika kwa ajili ya mchezo lakini Simba walisimamia msimamo wao. Sasa ni nani alikuwa sahihi kati ya hawa wawili kwenye misimamo yao? Je, ni Simba ambao waligoma kushiriki mchezo huu na wao wakatoa taarifa kwamba hawatoshiriki na wakasimamia msimamo wao, ama ni Young Africans ambao walisema eh, kwamba watawasili uwanjani muda tajwa wa mchezo na wataendelea na taratibu zote za kimaandalizi katika mchezo huu, licha ya kwamba Simba hawajatokea katika mchezo. Lakini baada ya haya yote kujiri Young Africans kufanya mazoezi na mpaka timu inaondoka uwanjani bila wekundu wa Msimbazi kutokea bila pia kuwa na taarifa yoyote tena, lakini hii ikaendelea kuacha sintofahamu kwenye mitandao ya kijamii, wadau mbalimbali wa soka wakizungumza, mashabiki pia wa soka eh, kila mmoja akizungumza kwa aina yake, wengi wakitamani kusikia kauli kutoka kwa Young Africans baada tu ya kuwasili uwanjani kutoa line up yao kufanya warm up, lakini hakuna mchezo. Mwisho wa siku kikosi kikaondoka na kurejea eh, kwenye makazi yao. Nini ambacho kimejiri sasa? Hili hapa ni tamko rasmi la Young Africans baada ya yale yote ambayo yamefanyika ambayo yalikosa majibu, na mwisho wa siku majibu yanatolewa na viongozi wa ngazi ya juu wa klabu ya Young Africans, na hii ni taarifa rasmi ambayo imetoka kwa makamu rais wa klabu ya Young Africans Arafa Chan, ambapo ametoa taarifa kwa wananchi na wanayanga wote na vyombo vya habari kuweza kufahamu hili jambo, likiwa na msisitizo mkubwa na ni jambo ambalo limetakiwa kuandikwa kwa wino usiofutika, ili baadaye tusije tukasema kwamba tuliwanukuu vibaya Young Africans. Taarifa ambayo Young Africans wameitoa baada ya kuzingatia kanuni zote za mchezo wa leo na Simba kuto kujitokeza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ni hii hapa taarifa ambayo nakufikishia. Taarifa hii nasema: ndugu wananchi. Kwa dhati ya moyo wangu ni wapongeze kwa kufika uwanjani kutoka kona zote za nchi. Mlio safiri kwa anga, mlio safiri kwa magari, mlio panda pikipiki, mlio panda boti hadi watembea kwa miguu. Yote ni kwa ajili ya Yanga Afrika. Huu sio tu upendo bali mahaba ya kulevya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 imeisha leo hii kwa msimu wa well, 2024-2025 raundi ya pili, na ieleweke vyema hakutakuwa na mechi nyingine, sehemu nyingine, siku nyingine na tarehe nyingine yeyote ya kuihusu Yanga dhidi ya Simba kwa Ligi Kuu. Iwekwe sawa kwenye kumbukumbu kumbu, na ikolezwe vyema kwa wino kuwa it's done and dusted. Sisi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 Kwa niaba ya klabu ya Young Africans, kwa kile ambacho kimetokea, kilichoonekana si cha kiungwana, uongozi wa juu kabisa wa Young Africans umeamua kuitoa taarifa hii kwa wananchi, kwa lengo la kuhakikisha linawatuliza mashabiki wake ambao wametumia gharama kubwa kufika katika dimba la Benjamin Mkapa, ambao pengine wengi wao wamesafiri zaidi ya siku mbili mpaka tatu mpaka nne kwa ajili ya kufika jijini Dar es Salaam kwa ajili ya dabi hii ya Kariakoo lakini wengi wao wametumia gharama na nauli sambamba na tiketi viingilio na kila aina ya gharama ambayo wananchi kwa mapenzi yao waliamua kugharamika ama kuingia gharama hizo ili kuja kushuhudia mtanange huu. Lakini Simba waliamua kuto kushiriki mchezo huu kwa sababu tu ya kwamba walinyimwa kufanya mazoezi ya mwisho ya siku ya hapo jana kabla ya mchezo wa hileo. Hata hivyo bodi ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara imekiri kwamba imepitia malalamiko ya Simba, lakini taarifa ya mchezo huu wa dabi kwamba utachezwa siku gani itapangiwa tarehe nyingine. Licha ya taarifa hiyo ya bodi ya ligi, Young Africans wanakiri na wameweka wazi na kutaka hili lieleweke kwamba hawatambui siku nyingine yoyote ya, ya mchezo wa dabi ambayo itapangwa. Wao wanafahamu tarehe ilikuwa ni leo na mchezo wao wa leo dhidi ya Simba umekwisha kamilika na wao hawatambui chochote kuhusiana na mtanange huu na hivyo, kama Young Africans wanafahamu, msimu wa elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano dabi zote mbili zimekwisha malizika na wanajipanga kuendelea na michezo mingine iliyosalia ya ligi kuu ya soka ya kandanda ya Tanzania bara, baada ya hiki ambacho kimezungumzwa na kauli nzito ambayo imetolewa na makamu wa rais wa Young Africans kwa niaba ya uongozi mzima wa klabu ya Young Africans.